Uko tayari? Guys, timu yetu ya e, Bongo Movie bado iko Zanzibar. Hello everyone, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel basi, usisahau ku subscribe, ku like and comment. Well, hawa ni warembo wetu wa Bongo Movie, wale malegend wale wa kipindi kile. E, enzi za Kanumba, hapa kuna Kajala, Irene Uwoya, Jacqueline Wolper, and and Aunt Ezekiel wako zao wa Zanzibar hapa na, na sio unahisi itakuwa like something, something is coming, something very big is coming. Maana i don't think kama wametoka hapa mpaka Zanzibar just kwenda kula bath and everything, maana kuna shoot hapo walikuwa wanarembwa rembwa ili wakafanya some challenges, so guys tutegemee kitu kutoka kwa hawa warembo wanne. Wako wanne tu hawa, wamejichagua waenzile bongo movie ilivyokuwa bongo movie haswa masidi kama yote e, a, ilikuwa sio sidi kwanza, ilikuwa ile mikanda ile, tunaenda kukodi huko wapi sijui, library tunakuja kuangalia, ndio hawa hapa. Okay, sasa hapo washajirembo rembo, wenyewe walikuwa wanataka kufanya zao Challenge. E, hapo walikuwa wanajiseti seti, tuone hapa walikuwa wanasema themanini, wanajiseti seti, then wanaenda kufanya hiyo challenge

Kumbe stahli unaangalia hapo, hebu mimi nishike zangu, angalia, unaanza hiyo hivo, unaruka, umegeuka mikono huku, kiuna kinacheza. Haya, hapo ndio kea kubongoa. Sasa mmeona hapo, Kajala haelewi kabisa, anataka hiyo challenge, anatingisha pale buno lake lile, mashallah <laughs> yeye bwana, anajionea mauzauza tu, anaona mambo mengi. Anyways, nitawekeni hapa mwone end result ya hiyo challenge ambayo wameifanya, nitawekeni hapa mwone watu wanavyocheza wanavyokatika, yeah, iko fani by the way, so nitawekeni mwone. And hapa mnamwona Wolper na, na Aunt Ezekiel alikuwa anamuonyesha hapo products zake. Wolper iko kibiashara zaidi, hawezi kulala hata kama kasafiri. Anamuonyesha hapo sunscreen yake, anampa ajaribu. So, well, they didn't talk much. Kulikuwa kuna background music. Okay, sasa tuangalie challenge ambayo walikuwa wanaitengeneza pale, zile mbwembwe mbwembwe. Challenge ndio hiyo hapo.

Mmeona jamani, hevi tuko okay nao. Nawaleteni sasa mmoja mmoja hizi pisi kali nne hapa. Tuanze na Kajala Frida, hiyo ndio outfit yake e. wamekaa wamekaa siku chache, kwa hiyo one of the days ndo hiyo ilikuwa outfit yake. Yeah, imeendana na bichi vizuri kwa sababu iko kidogo, iko transparent, inaonyesha na bichi, ndo inataka mambo hayo. Okay, tunakuja kwa Aunt Ezekiel pia iko imeendana na na the beach view, the hotel view kwa sababu ukienda hotelini unatakiwa uvae vitu kama hivi, usivae vitu vya kubanwa. Nope, unatakiwa uvae vitu ya vipana vipana kama madira fulani hivi, lakini madira ya kishua sure. Eh, simnamuona mwenyewe nguo yake ya pink, very nice, kati ana miwani yake, accessories zake kidogo tu, lakini dress yake iko perfect na alipo Ok, sasa, so tuende kwa nanaitwa nani? <laughs> mama mchungaji au nani, mtumishi? I don't know, you guys. Lakini eh, Irene Uwoya mi nampenda sana. Sasa hivi anavaa nguo zake nzuri, zinampendeza, hair iko perfect, the makeup iko oh, so gorgeous. Na yeye pia kaendana na mazingira ya kihotel shouts, amependeza sana. Ok bwana, huyu ni Wopa <laughs> Wopa huyo katoka zake asubuhi hapa, alikuwa na i think uh, alikuwa anaenda ana head kuget uh, breakfast not i think ya iko hivo, nikiekeni sauti hapa, mtasikia alikuwa na head for breakfast. Ntaekeni sauti msikie baadaye kidogo, uh, lakini hiyo ni, like, uh, pajama eh? ni ni nguo ya kulalia hiyo ya yuko vizuri katoka vizuri na yeye e, yuko na products zake. Nilichopenda kwa Wopa, kaenda na products zake, anafanya biashara yake kama kawaida, hataki kurudi nyuma. mm, unasonga mbele popote ulipo, chukulia fursa hiyo. Yuko na products zake kaenda, kama alikuwa na advertise and so on, lakini yuko nazo. Eh, bado anatafuta wateja, yani si mnamwona mwenyewe? <laughs> Okay, biniweke ni pale kidogo, alikuwa anatembea, alikuwa anasema nini, then tutasonga mbele. Well, huyo ndio Wolper bwana, hataki kubaki nyuma. Biashara lazima isonge, e, mwanamke kujishughulisha siku zote okay. Guys, mnaonaje hizi pisi nne? Eh, mnajua wanataka kutengeneza nini? Kama mtu anajua hapo, embo tuambie kwenye comment hapo, hichi ni kitu gani kinatengenezwa au walienda just for vacation? E, tell me guys, anayejua niambie hapo chini kwenye comment. Kama mmeona kwenye mitandao, mmesikia za ndani ndani, wanataka kutengeneza kitu gani mpaka wakaenda kushut Zanzibar? Also sasa, haku subscribe ku like, and comment for more amazing video. Kama we ni mdau wa hii channel, I appreciate you so much. Thank you so much kuwa hapa na mimi siku zote. Well, malizieni na hiki kipande hapa kidogo, yeah. <laughs>